Ni kosa kutumia VPN kwa hapa Tanzania. Kivipi na kuwakosa? Pindi endapo utakapotumia VPN e, utachagua server ili kuwasha VPN, utabidi uchague server ambayo itakupa access ya kutumia internet kupitia nchi nyingine. Nadhani hapo itakuwa umenielewa. Sasa, unapotumia server hiyo inakugaia wewe IP address na MAC address kwenye simu ambayo inakutambulisha wewe unatokea sehemu fulani, na unakuwa hauko safe. Kwa nini? Eh, pale mtu yani, wale wadukuzi nakuwa rahisi kuchukua eh, kuchukua information zako kivipi? Eh, kwa sababu una download tu, wengi tuna download tuna download zile VPN kwa kuambiana bila kupata uhakiki au elimu zaidi kuhusu VPN. Una download tu umesikia na download na una download bila kujua ipi ni ipi ni ipi ni ipi, maona inakuawje kosa? Ukishaingia mtandaoni kwa kupitia wake address ya sehemu nyingine, ambayo inakutambulisha wewe upo sehemu nyingine, information zako zinakuwa unsafe na zinakuwa unsafe muda wote, zinaweza zikatoweka